What's popping? Mengi doni, top in town. Yo, leo nipo na mwanangu King Ziva. Leo nataka nimpige maswali ambayo hajawahi kupigwa. Eh bwana, inakuwaje kwanza? Unyamwezi. Kama kaa. Kama kaa. Eh bwana, matukio ambayo tunayasikia saa hivi, tukio ambalo lipo trending sana ni tukio la Pididi, ambaye saa hivi Pididi tunajua yuko ndani amefungwa, yeah. Sawa. Lakini tunaona kama ukaribu wake na Kanye West sasa hivi kama umeongezeka. Hivi sasa tunataka kujua huu ukaribu wake na Kanye West ni tangu zamani au Kanye West naye anafuata upepo, yani kumwona jamaa, kwa sababu sasa hivi yuko ndani naye anafuata upepo ili a trend? Au imekaaje hii kwako? Okay, swali zuri umeuliza swali. Urafiki kati ya Kanye West na P Diddy au vipi? yeah. Sawa. Jibu ni kwamba Kanye West na Pididi ni washikaji toka mwaka elfu mbili. Washikaji wa Kanye West na Pididi upo pale elfu mbili, elfu mbili na moja mpaka sasa hivi, na moja kati ya watu ambao walianza kukili mbele za watu kwamba ana feel kile ambacho anakifanya mwenzie ilikuwa ni Pididi ambaye yeye uh, ilikuwa ni mwaka elfu mbili na moja au elfu mbili na mbili alisema kabla hajaangalia show ya Kanye West ya live kwenye jukwaa alikuwa bado haja, yani alikuwa hajafeel ile hip hop ambayo alikuwa kifil, ambayo alikuwa akifanya marehemu Notorious, ambapo yeye alikuwa ni uh, manager. So mwaka 1996 aliweza kuuawa Tupac, mwaka 1997 kauawa Notorious BIG. So baada ya pale inaonekana Pididi alipoteza ile appetite ham ya muziki wa hip hop. Alikuwa anaona kama upo yani, alikuwa haja feel. So alipokuja kushuhudia show kwenye uh, jukwaa akiwa anamuona Kanye West ana perform uh, ngoma za hip hop, amejaza watu alivyotoka pale caption ambayo ali post uh, Pididi alisema wendo, mtu ambaye umeni inspire umenifanya tena ni ifili ile hip hop ambayo nilikuwa nina sijaifeel kwa muda mrefu. Baada ya pale urafiki ukaanza pale, so vikazungumza vitu vingi sana, wakawa marafiki wakubwa sana, ikatokea mpaka kusaidiana kwenye mambo ya kibiashara, wakawa wanakutana sana. Of course kwa upande wa Marekani ushikaji wa Kanye West na Pididi na Jay-Z ni ushikaji ambao ulikolezwa sana na maswala ya kila ambacho anakifanya of course career ya Jay-Z, career ya P Diddy na career ya Kanye West kwenye hip hop tukizungumzia miaka ya elfu mbili na moja mpaka elfu mbili na kumi ni miaka ambayo hip hop ya Marekani au hip hop ya dunia Kanye West, P Diddy na uh, Jay-Z waliishika au vipi eh? yeah, so walikuwa marafiki wakubwa since way back. Lakini mwaka 2022 Miaka mitatu nyuma hapa. Saidi kwa 2025, sindio? Yeah, yeah, uh, ilitokea pale Marekani kitu kinaitwa Black Lives Matter ambayo yenyewe ilikuwa ni watu walikuwa ilitokea kile kifo cha Floyd ambaye alifariki, ali, ali, ali aliuawa baada ya kukanyagwa na polisi shingoni kama nakumbuka. Tukio lilitrend sana watu wakaanza kuandamana nini mpaka ikaanza ile kampeni ya Black Lives Matter. Ambayo BLM yenyewe ilikuwa ni kampeni kwa ajili ya, ya kupinga ubaguzi wa rangi kwa mtu mweusi. So kitu kilichotokea, marafiki wawili wakubwa Kanye West na P Diddy, Kanye West akawa anasema why itokee kampeni ya Black Lives Matter wakati watu wote tuko, tuko sawa? Kwa nini na si wenyewe pia tunapinga vile vile, kwa hiyo ni ubaguzi. Kwa nini na sisi tuseme tuna kampeni ya watu weusi, why siwe general? So Kanye West akawa tofauti na watu weusi wote ambao walikuwa kwenye hiyo kampeni. Rafiki mkubwa P Diddy akawa anamwambia sasa kwamba Kanye West, unachokifanya unadhoofisha juhudi za watu weusi ambao wanapambania haki zao. So kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, au miaka mitatu kutoka sasa hivi, P Diddy alikuwa mstari wa mbele sana kudai haki za watu weusi. So ni mtu ambaye Alikuwa anasimama pale akiwa anabishana na Kanye West, na ni majina makubwa namzungumzia. Pididi ni tajiri mkubwa duniani na, na, na Kanye West ya, pia ni mfanyabiashara mkubwa duniani ya, ya, ya, ya, ya. So Kanye West akawa amechukua upande wake, Pididi akawa amechukua upande wake, lakini still wakasema hiyo haizuii kwamba wenyewe ni washikaji, lakini wametofautiana mitazamo na vitu kama hizo. So baada ya miaka miwili Kanye West baada uh, ya miaka mitatu toka wanazungumzia, Pididi alikuwa anazungumzia haki za watu weusi yeah. Imepita miaka miwili, tuko mwaka wa tatu sasa hivi, Pididi amefungwa kwa sababu alikosea mambo ya haki za binadamu ambaye, yeah. alikuwa akipambania haki za watu yeah. na yeye yuko ndani sasa hivi yeah. Kanye West ndiye ambaye anasimama sasa hivi akiwa anamtetea Pididi na kusema kwamba Hayo ni mambo ambayo yanapangwa na watu na ni namna tu ya kuwapoteza watu weusi. Okay. Au vipi? Eh? Okay. So ushikaji wao upo way back since mpaka sasa hivi na sasa hivi, Kanye West ni moja kati ya watu ambao amekuwa karibu sana na Pididi. Of course, umeona kuna video ina trend Kanye West akiwa amempigia video call Pididi, yeah. Wanazungumza. Yeah. Lakini pia kuna wimbo ambao umetoka ina kolabo ya mtoto wa Kanye West na kolabo ya mtoto wa Pidhidi akiwa Pidhidi ana represent ule urafiki kati ya yeye Kanye West na Pididi, ambapo mtoto wa, wa, wa, wa, wa Kanye West anaitwa North West na mtoto wa Pidhidi anaitwa Christian. Uh, Christian Combs ameweza kufanya mafekeche pale, nini goma limetoka, inaitwa uh, Lonely Roads Still Go to Sunshine, ikiwa na kwamba hata wakati upo mpweke au akiwa anamaanisha Lonely Roads Still Go to Sunshine, kwamba hata njia ambayo uko peke yako still bado unaweza kwenda kupata mafanikio, still bado unaweza kupata mwanga hata kama uko gizani kiasi gani. Na kwenye video kwa ambayo tumeona, Kanye West amepigiana, amempigia Pididi. Kanye West amemwambia, uh, Pididi amemwambia Kanye West kwamba enjoy, upo free, uko mtaani, of course, enjoy, tumia vizuri hiyo nafasi, akiwa anamaanisha kule jela sio sehemu zuri. Okay, lakini Kanye West, it means hii ngoma ameitoa dedication pia kwa Pididi kwa sababu ameitoa ikiwa inamaanisha hata wakati wa shida bado kuna nuru inaweza kapatikana. So jibu nimejibu, urafiki wao still upo toka kitambo mpaka sasa hivi.